Yesu Kristo anafanya upya kweli kweli. Kama ningekuwa naendelea kulewa singesimama hapa nizungumza habari za nchi singesimama kabisa, kwa sababu singekuwa na sifa za kumweleza Yesu. Haleluya! wewe unakunywa, hata sisi tulikunywa. Ndiyo maana tunakwambia ya kwamba ukikaa kwenye kunywa ukajifanya Mkristo unajidanganya. Haleluya, unajilisha upepo mwenyewe, kwa sababu matendo yako unayajua, njia zako unazijua, mambo unayoyafanya unayaelewa, na huku unajidanganya kwamba wewe ni wa Kristo. Kristo hajawahi kuwa na tabia ulionayo. Ni lazima ukubali leo kwamba ukristo ni mabadiliko, ni hali ambayo inamfanania Yesu aliyetufia pale msalabani. Haleluya, huwezi huwezi kumwona Yesu kama hutafanana naye. Hilo ni jambo lazima ulizingatie, kwa sababu anasema hivi, kila mtu yoyote anayetenda dhambi ni mwasi mbele zake, hajawahi kumwona, hajawahi kumtambua, hawana ushirika naye yeye anasema wewe, ata mkijiita mimi ni Mkristo, mimi naimba kwaya, mimi sijui ni kiongozi. Yeye yeah, anakuambia hivi kila anayetenda dhambi, anaishi kwenye dhambi, hajawahi kuonana naye. Hey! tena ni mwasi, maana yake ameasi juu ya neno lake, ameasi juu ya tabia yake, ameasi kwa kile anachotaka afanye, amekata fanya tofauti. Huyu mtu anaitwa mwasi, na mwasi ni mtu hatari ambaye anatengwa na kutupwa mbali kwa sababu ya uasi wake. Kwa hiyo, mtenda dhambi ni mwasi. Mtenda dhambi mbele za Mungu anaonekana ni mtu aliye asi mbele ya shauri lake. Mungu haenendi katika njia za Mungu, ametoka katika mpango wa Mungu, amebaki kwenye mpango wa Shetani, na ndio maana tulikuwa hey! hey! tunaimba Pasaka, tunaimba Yesu amekuja amekufa ili atuokoe. Waanya, kuna vitu vya ajabu sana. Watu wanatunga na wimbo wanaimba, alikufa akaangikwa msalabani, akateswa kwa ajili yetu, ili sisi tuokolewe. Halafu kimuulizi anasema, anasema uwezi kuoka duniani, unaimba wapi? alifanyia wapi mani? Amina. Yesu, mfanyaji nimeona, nilikuwa naangalia hata kwenye TV watu wana wana wana wana wana hiyo msalabani, wanapigwa na viboko, wanasema ndio akina Yesu wenyewe, wana sasa waulize. Haleluya jamani, haleluya! Wokovu ni lazima kwa kila anayetaka kwenda mbinguni, na si lazima kwa kila anayetaka kwenda jehanamu. Lakini kama unataka kwenda mbinguni nyingine lazima ukubali kuokoka, wala tupepesi maneno wala tubabaishi, kusema kama ujaokoka mbinguni huendi, hauendi yani. Kama ujaokoka na ukafa ujaokoka, ukakataa kuokoka, mbinguni huendi, huendi, endi yani, usidanganyike. Yesu hajaja ili watu waendelee na dhambi, alikuja ili watu waondoke dhambini. Kwa hiyo hana ushirika, wakati wote unapoendelea dhambini. Kwa hiyo ni lazima mtambue Ukristo wa, wa kweli ni wa watu waliookoka, walioacha dhambi, maisha yao yamehesabiwa mbele za Mungu. Haleluya! Hivi mnanielewa? Unajua kataa, unajua kuna watu wamezoea kupinga tu, haiwezekani. Mimi siwezi kuokoka tangia siku nyingine, mwingine anasema kwamba uko wetu sisi hatuokokagi, anaona kama sifa hiyo. Ni lana, hiyo ni lana kama amuokokagi. Kama mmekataa mpango wa Mungu, kama mmekataa uzima, hiyo ni lana. Kuokoka ni kwa wanadamu wote, haijalishi una cheo, una cheo, una sifa, una sifa, ni mtu maarufu, sio maarufu, wote ni kuokoka, eh.

Wokovu ni kwa kila mwanadamu mwenye pumzi ya wai, anatakiwa okoke, awe mzee, awe kijana, awe mtoto, wote wanatakiwa kuokoka. Haleluya! Eti wokovu wavana tivaa nawe kun tivaa we jamani, haleluya au siwila waunofu Jamani, haleluya! Wokovu ni kwa watu wote. Yesu alidhihirishwa ili azivunje vunje kazi za shetani na anazivunja. Wakati gani? Wakati wewe unapoyatoa maisha yako kwamba Bwana Yesu, mimi nimeshindwa, nimeamua niokoke, anavunjavunja kazi za shetani kwenye maisha yako na anayabadilisha maisha yako tangia hapo unapo Yesu anakufanya kuwa mtakatifu haleluya, haleluya. Injili ndio uhai wa milele jamani, kwa miesi danganyike na kauzima haka ambako unatembea kesho, minyosha miguu unaja, kauzima haka ndo kana kodanganya widu dumbu mgongo na kauzima ika nene dimuvina dimuvina utawa witisa vanu naviuhavihavi fyako nasema njo kwa Yesu, mwanaume simba wa kabila la Yuda. Usitisetise watu elia. Kuna watu wanaishi mtaani kama vimungu mdogo, anatisha tisha wenzie nene nene nguhavira nene nene wenengufunyilahela kuna majama jama moja alikuwa anajitaga ndani nyamwiru narineian akajitemea mwenyewe, wewe usicheze yuko simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo ni hai na wengine unateseka, wengine hata sasa hivi jua linatua na munyi it namni batita ndo uigol wakutita kwa sababu mgaya Yesu watitawe lakini ukimwamini Yesu aliye hai, ukimkubali Yesu aliye hai, hao wachawi watakuogopa, hawataweza tena. Nguvu yao ni ndogo, ni ndogo mno, ni ndogo mno. Ni ndogo ni ndogo mno ni ndogo mno. Ngoja nikwambie, hapa tumeshuka nguvu kubwa kuliko nguvu zote. Ngoja nikwambie, nguvu kubwa iko hapa kuliko zote.